Hafla ya kumwaga Joshua Loito Molel, mwanafunzi wa kilimo Mtanzania aliyeuawa na magaidi wa Hamas wakati wa mauaji ya Oktoba 7 mwaka 2023 ilifanyika mapema Jumanne, Novemba 18 katika uwanja wa Ben Gurion, Tel Aviv Israel. Hafla hiyo ya kumwaga Joshua Loito Molel mwanafunzi wa kilimo Mtanzania aliyeuawa na magaidi hao wa Hamas iliyofanywa kati ya serikali ya Israel na ubalozi wa Tanzania nchini Israel, huko umati wa watu wakikusanyika sindikiza katika safari yake ya mwisho na kutoa heshima zao za mwisho katika eneo hilo. Mollel aliyekuwa na umri wa miaka 21, aliwasili Israeli mnamo Septemba 18 ya mwaka 2023, siku 19 tu kabla ya shambulio hilo, kama sehemu ya mpango wa mafunzo ya kilimo ulioandaliwa na wizara ya mambo ya nje ya Israel. Hata hivyo, walikuwa wameelekea Kibbutz Nahal Oz akiwa na matumaini ya kupata uzoefu wa vitendo katika kilimo ili kusaidia kuinua familia yake na jamii ya Watanzania apatapo mafunzo hayo. Asubuhi ya shambulio hilo, Moleli alikuwa akifanya kazi katika shamba la maziwa la Kibbutz, huku wengine wakieleza kuwa alikuwa akiendesha baskali kando kando ya barabara, ndipo alipouawa kikatili na mwili wake baadaye kuchukuliwa na Hamas hadi kuelekea Gaza. Na ndipo mapema mwezi huu mwili wake ukakabidhiwa kwa Israel na kugundulika kwamba ulikuwa ni wa Mollel baada ya takribani miaka miwili kupita. Hata hivyo, ndani ya Israel raia wanasema kifo chake kimewathiri sana umma wa nchi hiyo na jamii nzima ya kimataifa, akielezwa na familia yake kama mpole, mkarimu na mchapakazi, huku wengi wakimtajia kwa tabasamu lake. Katika barua iliyowasilishwa wakati wa hafla hiyo ya kumwaga, familia nyingi za mateka wa Israel ziliwasilisha rambirambi zao za dhati kwa familia yake Mollel. Tunataka kueleza huzuni zetu kubwa kwa mauaji ya mwanao mkubwa na mpendwa Joshua Loitu Mollel. Sisi familia za mateka nchini Israel tunashiriki mateso ambayo mmeyapitia, wasiwasi kuhusu hatima ya Joshua, hofu na huzuni mliposikia kuhusu mauaji yake na hofu kwamba hatarudi. Tunatumaini kwamba kupeleka mwili wake kwa mazishi kando yenu nchini Tanzania kutawaletea mioyo yenu uhakika na utulivu, na kwamba sasa mtapata faraja baada ya kupata mwili wake, zilieleza baadhi ya sauti za familia za mateka ambazo zilikuwa zimewasilisha rambirambi rambi zao katika hafla hiyo ya kuaga mwili wake Joshua Mollel ali wa mmoja wa wanafunzi kumi na wanne wa kimataifa waliouawa na Hamas wakati wa shambulio la Kibbutz Nahal Oz mnamo Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Hata hivyo, taarifa zaidi zinaeleza kuwa takribani watu mia mbili sitini wasiokuwa wa Israeli waliouawa siku hiyo mara nyingi huwa wanapewa umakini mdogo zaidi na vyombo vya habari katika taarifa za migogoro hiyo ya Israel na Gaza. Kumbukumbu kumbu yake sasa, Mollel inasimama kama ukumbusho wa kugusa moyo na kuenea kwa hofu ya Hamas duniani kote na maisha yasiyo na hatia yaliyopatikana baada ya kifo chake. Mwili wa Mollel hata hivyo umewasili nchini Tanzania na utazikwa Simanjiro kesho, Ijumaa Novemba 21. Joshua Loitu Mollel amewaacha wazazi wake na ndugu zake wanne, Hosiana, Julieti, Nathaniel na Dolkas. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.